Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa nchi yake iko tayari kuyatoa maeneo zaidi ya Ukraine kwa kutumia nguvu za kijeshi endapo wanasiasa wa Ulaya aliyowaita nguruwe hawatakubali mapendekezo ya Marekani kuhusu makubaliano ya amani ya kumaliza vita vinavyoendelea. Akizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa masuala ya ulinzi wa Urusi, Putin alisema majeshi ya Urusi yanaendelea kusonga mbele katika pande zote za mapigano. Alisisitiza kuwa Moscow itatimiza malengo yake ama kupitia diplomasia au kwa kutumia nguvu za kijeshi, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Putin aliwaonya Ukraine na waungaji mkono wake wa kigeni kuwa endapo watakataa kushiriki katika mazungumzo ya maana, basi Urusi haitasita kuchukua hatua kali zaidi. Alisema iwapo upande wa pili na ufadhili wao wa kigeni hawatakubali mazungumzo Urusi itafanikiwa kuikomboa nchi yake ya kihistoria kwa njia ya kijeshi. Kauli hiyo inakuja wakati utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump ukiendesha mazungumzo tofauti na Moscow na Kyiv pamoja na viongozi wa Ulaya kuhusu mapendekezo ya kusitisha vita nchini Ukraine. Ukraine na washirika wake wa Ulaya wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu madai ya Urusi, hasa msimamo wake wa kuyataka kuyamiliki rasmi maeneo ya Ukraine iliyoyateka kwa nguvu, wakisema hatua hiyo inatayarisha uhuru wa mamlaka ya Ukraine na kukiuka sheria za kimataifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inahitaji dhamana madhubuti za kiusalama ili kuzuia mashambulizi ya baadaye. Ameeleza kuwa uvamizi wa Urusi ulioanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili umesababisha maelfu ya wanajeshi kuuawa na uharibifu mkubwa wa miundo mbinu ya Ukraine. Kwa mujibu wa madai ya Moscow, Urusi kwa sasa inadhibiti takribani asilimia ishirini ya eneo lote la Ukraine. Maeneo yanayojumuisha rasi ya Crimea iliyoteka mwaka 2014, sehemu kubwa ya eneo la mashariki la Donbas, pamoja na maeneo makubwa ya Harson na pia sehemu kubwa za mikoa mingine minne nchini Ukraine. Urusi inasisitiza kuwa Crimea, Donbas, Harson sasa ni sehemu ya shirikisho la Urusi. Hata hivyo, Zelenski amesisitiza kuwa Ukraine haitakubali kamwe uvamizi huo, huku karibu nchi zote duniani zikiendelea kutambua maeneo hayo kama sehemu halali ya Ukraine.